Wagombea watatu kati ya wa wanne wanaoomba uteuzi wa chama cha Mapinduzi kuwania ubunge jimbo la Iramba Magharibi mkoani Singida wamegoma kuendelea na kampeni za kura ya maoni kwa muda usiojulikana kwa madai ya kufanyiwa mizengwe na kukiukwa kwa taratibu na kanuni za uchaguzi. Wagombea hao, David Jairo, Hassan Kilimba na Amon Gyunda, wamesema hawako tayari kuendelea na mchakato huo hadi chama kitakapochukua hatua kwa ukiukwaji wa kanuni na upendeleo unaofanywa dhidi ya wagombea wenzao. Taarifa zaidi na Emmanuel Maiko. Wakati mikutano ya kampeni kabla ya kura za maoni ikiendelea katika majimbo mengine nchini kwa wana CCM wanaowania ubunge, wagombea nafasi hiyo Iramba Magharibi wanakutana na waandishi wa habari. Akizungumza kwa niaba ya wenzake, mmoja wagombea hao hasa ni Kilimba, anasema lengo ni kutoa kilio chao juu ya mizengwe na ukiukaji wa taratibu na kanuni za chama hicho katika uchaguzi. Kwa nini tunasema kanuni imepindishwa? Chama wilaya wameruhusu mgombea mmoja mwenzetu, amekuwa na gari zaidi ya kumi na tano kwenye msafara, lakini kibaya zaidi, amekuwa na gari la matangazo kubwa ambalo hili gari limebeba maloud speaker na limebeba ma miziki ya kila aina inayomsipu na kumtukuza yeye kero nyingine inayotajwa hapa ni umati wa wapambe na misururu mirefu ya bodaboda katika mikutano ya kampeni. Amekuwa na idadi ya pikipiki zisizopungua mia moja ambazo amekuwa akisafiri nazo kutoka mkutano tawi fulani la kwanza kwenda tawi la pili. Lakini pia mgombea amekuwa akitembea na wapambe wasiozidi kwa idadi kutoka mia nne. Polisi walikuja tukaongozana nao siku moja, siku ya pili sikuwaona. Lakini huyu wa akawepo yuko mpaka hii leo tunapoongea, tunavoongea, hata jana nakumbuka, mara ya mwisho ile tulimalizia alikwepo na ameona yote aliyotendeka pale. Msimamo wa wagombea hawa ni kugoma kuhudhuria mikutano ya kampeni hadi chama kitakapo litafutia ufumbuzi swala hilo, ikiwemo kuwaondoa watendaji wanaotuhumiwa kumbeba mmoja wao hatuko tayari kuprosidi na kampeni mpaka kwanza wale watu walitolewa tuhumu waweze kuondolewa pale, na utaratibu mzima kabisa wa kampeni urekebishwe. Unachotaka ni haki tujitendee. Mkoa ukichukua hatua mapema iwezekanavyo, sisi tutaendelea na taratibu, lakini kwa taratibu zilizowekwa kwa kanuni za uchaguzi. Ngayi mkatibu wa CCM mkoa wa Singida Alusegamba anasema tayari mgogoro huo umeanza kutafutiwa ufumbuzi. Hivi sasa sekretariati ya mkoa inaenda kule Iramba kukutana na kamati ya siasa na wagombea watu kwa pamoja, na waliotuhumiwa humu, ili tupate namna ya kutatua kampeni. Kwa wana CCM wanaowania kuteuliwa kugombea ubunge katika majimbo mbalimbali nchini zinaendelea hadi Agosti mosi mwaka huu watakapopigiwa kura za maoni. Emmanuel Michael, Star TV, Singida.